au ni mzazi wa kike ikawa sio sababu yake yeye kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani wewe umeishi katika haya maisha umekaa na mzazi wako ya imma ni mzazi wa kiume au ni mzazi wa kike, kisha isiwe ni sababu ya wewe kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, umeangamia. Na mtume sallallahu alayhi wasallam yasema mara tatu, umeangamia, umeangamia, umeangamia. na pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala iangalia vile vile ilivyozungukwa pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala na mambo ambayo kwamba yanachukiza, na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala ulivyozungukwa na mambo ambayo kwamba yanapendeza. Angalia vile vile moto wa Allah, angalia vile vile pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usidhani kwamba ni rahisi kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba wewe utafanya tu ibada unavyotaka utafanya vile unavyotaka, kisha ukaingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha usiingie usiingie katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ta na ulikuwa na wazazi wawili, umeangamia umeangamia umeangamia, maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni wangapi ambao kwamba wanawaasi wazazi wao? Sasa hivi ni kesi ngapi ambazo kwamba zinakwenda sehemu tofauti tofauti Baba anakwenda kumshtakia mtoto wake, huyu mtoto kila ninapomwambia hanisikizi, kila ninapomwambia alifanye halifanyi, kila ninalomwambia aliwache ndiyo anakwenda mbio kulifanya. Amenishinda huyu mtoto mimi sasa, mpaka imefika wakati na kaa tunamwambia wewe, hey, fanya utakavyofanya, dunia ikupeleke ikufunze. Wanasema wenyewe yatakufunza yale ya dunia. Imefika point kwamba mzazi anamwambia yule mtoto wake mimi saa hii nimeshindwa na wewe, wewe fanya utakavyotaka kufanya. Mimi saa hii siwezi kukutolea amri yoyote, utakalotaka kufanya fanya, jambo utaki kufanya usifanye. lalasaf ndugu Islam, inafika sehemu yule mzazi, tumeamrishwa na Allah subhanahu wa taala, inapofikia uzeeni kwake, ndipo unapozidi kumfanyia wema yule mzazi. Inakuwa katika baadhi ya watu yule mzazi anapokuwa mzee, wanaona kwamba ni kero kwa wao, wanaenda kuwapeleka katika nyumba za wazee. Yule mzazi yuahitajia zaidi huruma yako, vile alivyokulea wewe mpaka ukafika katika sehemu ambayo kwamba umefika. Wewe waona zaidi utakalolifanya ni kumpeleka katika nyumba ya wazee. Allahu akbar! Unakwenda kumpeleka katika sehemu kama ile, wanaomhudumikia hata hawajulikani, ni watu ambao kwamba amba hata hawana huruma wanamfanyia wanalotaka kumfanyia yule mzazi. Wafikiria ni uchungu gani ambao kwamba yosikia katika moyo wake? Ile mali aliyoitoa kwa sababu yako, ile bidii aliyoifanya kwa ajili yako, ile nguvu aliyoitumia kwa ajili yako wewe, umeona kwamba yeye amekuwa mzee, yoihitaji msaada wako, ndio mwanzo wampeleka katika sehemu ambazo kwamba hatapata msaada wako, yoyapata msaada ya watu wengine.